Sana Kingo Farm. Sasa hapa bwana, ninataka nikutajie magonjwa matatu ambayo, uh, wewe ambaye umeamua kufuga kuku wa kienyeji kama hivi, uh, inatakiwa ujikinge nayo sana, ndio ni magonjwa ambayo yanaongoza kwa kuua kuku wa kienyeji uh, magonjwa ambayo yanawashambulia sana kuku wa kienyeji, yanawatesa sana kuku wa kienyeji. Nitakutajia hapa haya magonjwa matatu, lakini sambamba na hivi pia nitakupa na tiba. Mfano hapa uh, unaweza ukaona. Sa, sisi hapa tupo na hii hapa, hii ni tiba ambayo tunaitumia sisi, umeona au kuku tumewawekea hii hapa tiba ya asili ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo nitakuelekeza namna ambavyo utachanganya hii tiba uh, kuweza uh, kutibu haya magonjwa yote matatu kwa pamoja. Kwa hiyo tuungane na mimi mpaka mwisho wa hii video ili uweze kujua eh, tiba moja ambayo utaitumia kwa ajili ya kuwakinga na hayo magonjwa, lakini pia na endapo wataumwa, nitakutajia tiba za hayo magonjwa. Ah, kabla ya haya yote, nikukumbushe tu unaweza ukajiunga na sisi Kingo Farm kwa ajili ya mafuzo, tukuelekeze jinsi ambavyo Uh, unaweza ukawafuga kuku wa aina zote. Hawa kuku wa kienyeji hapa, pia tunafuga kuku chotara e, kuna mabanda kule ambayo tunao, tunafuga kuku chotara uh, kwa njia ya kisasa na kwa njia ya kienyeji kama hivi, wanatembea nje kabisa, lakini pia uh, tunao broiler, pia tunafuga broiler. Kwa hiyo kama unafuga kuku wa aina yoyote ile tuta kuelekeza kwenye magrupu yetu. Ada yetu ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili, unalipia elfu nane unakaa kwenye grupu kwa muda wa miezi miwili, kama utaongeza utaongeza uh, ili uweze kuendelea na hayo mafunzo ambayo tunayatoa. Sasa nikiaza ugonjwa wa kwanza kabisa ambao ni hatari, naweza nikasema unashika namba moja kwa kuku wa kienyeji, nielewe, kwa kuku wa kienyeji ni ugonjwa wa kideri. Kuku wa kienyeji endapo watakutana na mazingira ya huu ugonjwa wa kideri watakufa wengi sana. Ni ugonjwa ambao unawashambulia zaidi, naweza nikasema ugonjwa wa kideri unaweza ukaingia kwa kuku wa broiler, wasiathirike sana kama ambavyo wataathirika kuku wa kienyeji. Uh, kwa hiyo ni ugonjwa mmoja hatari sana lakini, ugonjwa wa pili ni typhoid. E, typhoid. kama huwa unaona e, kuku wako wa na hara muhalo wa, eh, wana haro ule, ule, ule wa, ki, wa njano njano imechanganyikana na nyeupe, basi ujue kabisa aa, hiyo ni, ni, ni, ni typhoid na ni ugonjwa hatari sana aa, kwa kuku wa kienyeji. Na wenyewe pia unaua sana kuku wa kienyeji huu ugonjwa. Kwa bahati mbaya, ni hatari kwa kuku wa aina zote, wawe chotala wawe broiler ni hatari sana, unaua sana nadhani. Uh, kama huwa unatufuatilia sisi Kingo Farm e, kuna siku umesha tumeshawahi kutibia huu ugonjwa hapa, lakini waliopo kwenye grupu tuliwaelekeza vizuri kabisa namna ambavyo unaweza ukatibia huu ugonjwa. Lakini pia kwenye vitabu vyetu tumeweka kwa mfano kitabu kile cha tiba za asili tume tume tumeainisha vizuri kabisa namna ambavyo unaweza ukatibia huu ugonjwa wa typhoid, lakini pia hapa nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukatibu hii typhoid na ugonjwa wa tatu hatari kwa hawa kuku ni ugonjwa wa mafua. Ugonjwa wa mafua, kuku wa kienyeji wakiumwa ugonjwa wa mafua aganakuaa, ni hatari sana, japo ni ugonjwa ambao hauonekani sana, kutokana na mifumo ambayo kuku wa kienyeji huwa anafugwa. Mara nyingi sana kuku wa kienyeji huwa wa wa wanaachiwa nje ili waende wakaokote chakula eh. Kwa hiyo ni nadra kukutana na, na huu ugonjwa, lakini endapo utashambulia kuku wako, ni miongoni mwa magonjwa hatari zaidi kwa kuku wako. Haya magonjwa matatu aa, kideri ni Newcastle au mnaita mdondo aa, na ugonjwa wa typhoid na ugonjwa wa mafua, ni magonjwa ambayo yanashambulia sana kuku wa kienyeji, lakini bila ya kusahau tuna sijui niiteje, niseme kwamba parasite, vijidude kama vile aa, viroboto, utitili, ni magonjwa ambayo mara nyingi sana yamekuwa yakionekana kwa kuku wa kienyeji. Mfano uh, viroboto kwenye ukonga, hata sisi tunapokuwa tunanunua, kwa sababu wao kuku wa kienyeji uh, mwanzoni mwa mwaka kama hivi sisi waga tunawanunua eh, kisha hapa tunawaleta tunawazalisha. uh, sasa waga tunakutana sana, kuku wengi wana hii shida ya viroboto. Nadhani ni kwa sababu siju ya life, yani namna ambavyo eh, kuku wa kienyeji wanafugwa, lakini ni moja kati ya vitu vinashambulia sana lakini, pia bila kusahau minyo eh, kuku wa kienyeji wengi sana wanashambuliwa na minyoo. Ndio maana uh, unakuta hata mazao yao, kwa mfano, kuku hakui vizuri, hatagi vizuri, kwa sababu ya minyoo. Kwa hiyo kama unao kuku wa kienyeji hivi, usisahau kuwapa e, dawa ya minyoo. Kwa mfano, dawa ya minyoo ya dukani inaitwa Liver Farm, lakini uh, tiba ya asili ya minyoo ya, ya asili kama vile kitunguu saumu huwa kinatibu minyoo, majani ya mpapai huwa yanatibu minyoo vizuri kabisa. Lakini pia e, tiba ya kideri a, sasa nitakuelekeza hapa, ambayo pia unaweza ukaitumia kama chanjo. Unaweza ukaona sisi hapa tunataka tutengeneze chanjo ambayo itazuia yale magonjwa yote matatu ambayo nimekutajia: kideri a, typhoid, pamoja na mafua kwa hiyo, humu unaweza ukaona haya ni majani ya mpapai tumeyakatakata. Umeona, tunapozungumzia jani moja tawi e, ili wanaita tawi, sijui kwenye e, majani ya mpapai, kwa hiyo yanakuwa matatu. A, kama hivi unaona tumekatakata, lakini pia kuna pilipili. Tunasemaga kwamba pilipili tano, mfano unaweza ukaona hizi pilipili tano, umeona. Kuna kuna hum, kuna kitunguu saumu hiki hapa ambacho tumesha kitoa sasa, tukisema kizima, sio hizi punje hizi hapa, umeona, kitunguu saumu kimoja kizima. Lakini pia kuna tangawizi, tangawizi hii hapa, umeona huu mchanganyo huu huu, mjani la alovela kama hili hapa, unaweka majani manne, akiongezeka ukubwa kidogo, unaweka matatu, umeona sasa hii tiba hii hapa ni kinga ya magonjwa yote hayo matatu, ni kinga ya hayo magonjwa yote matatu. Endapo utawapa kuku wako mara kwa mara, basi uh, hautokutana na hizo shida. Na tunashauri eh, kama unaanza kufuga kidogo kidogo kuku wachache kama hivi, muhimu sana uh, kwa wiki walau mara mbili mara tatu ukawapa huu mchanganyo. Huu mchanganyo utawasaidia sana uh, kuku wako, uh, lakini pia utakusaidia na wewe kuweza kutumia malengo utakusaidia na wewe kuweza kutimiza malengo yako ambayo umejipangia, lakini pia ninashauri usisahau uh, kuwapa uh, chanjo ya Newcastle, ND plus IB ile ya dukani uh. Huu pia kama kuku wako wataumwa, kwa mfano labda wameumwa typhoid, huu mchanganyo unaweza ukautumia kama eh, tiba, unaweza ukautumia kama tiba Mfano typhoid typhoid, itatakiwa uzidishe majani ya mpapai, na tumeandika vizuri kabisa huu mchanganyo kwenye kitabu chetu. Sasa usije ukawapa hivi vikuku, inatakiwa ubrendi. Sisi hapa tunaandaa kwa ajili ya kubrendi. Una ubrendi kisha una e, changanya kwenye maji lita kumi. Hivi vipimo ambavyo nimekutajia hapo, utachanganya kwenye maji lita kumi, yani majani matatu ya mpapai, tangawizi moja, pilipili e, pili, kama hizi hapa Tano, umeona majani aloe vera, ma uh, ya aloe vera matatu yakiwa saizi hapa manne unaya blend unachanganyia kwenye maji lita kumi. Kwa hiyo hivyo ndio vipimo vyake, unawapa walau mara tatu kwa wiki eh. Unaweza ukatengeneza ratiba yako vizuri, labda Jumatatu, Jumatano na Jumapili eh, au Jumamosi ndio unawapa e, kuku wako huo mchanganyo. Usisahau pia kuwapa hawa kuku vitamini na vitu vingine na tiba nyingine za asili nyingi zipo kwenye kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Sisi pia tunavyo vitabu tunaviuza elfu kumi, kitabu kimoja, ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Vitakusaidia sana e, kujifunza namna ambavyo unaweza ukatengeneza kinga, namna ambavyo unaweza kuwalea kuku wa kienyeji, tunavyo tunayo miongozo ya vitabu vyote ambavyo wewe unavijua kikubwa ni kujiunga, aa, na, na gupletu lakini pia kupata hivyo vitabu, utawaelewa kuku vizuri sana na kama ulikuwa ni mtu ambaye unapataga hasara hutokaa tena upate hasara kwenye ufugaji wa kuku.